Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Hussein Ali Mwinyi ametoa rai kwa taasisi na wadau wa sekta ya utalii kushirikiana zaidi ili Tanzania, ikiwemo Zanzibar, ziendelee kunufaika na tuzo za utalii za kimataifa. Rais Dkt. Mwinyi ameyasema hayo baada ya kupokea tuzo ya eneo bora la mapumziko ya kikazi kwa taasisi ambayo Zanzibar imeshinda katika mashindano ya dunia ya utalii wa safari, yaani World Travel Award yaliyofanyika hivi karibuni. Kipekee nichukue fursa hii kupongeza kwa kupata fursa ya kuja kuhost eh, tuzo hizi hapa Tanzania. Nadhani ni jambo la msingi, ni jambo zuri sana kwetu, watakuja watu wengi eh, tutapata promotion eh, kubwa hapa hapa. Kwa hivyo tujipange, tujipange kwa, kwa kwa mkutano huo mkubwa utakaofanyika hapa, tuwe tuna products mbalimbali, tuwashirikishe wadau wote kwa ki, kwa nguvu zaidi ili wengi waweze kushiriki katika tuzo hizo, waweze kujitangaza zaidi, na sina shaka kwamba tutaendelea ku, kupata tuzo nyingine mbalimbali. Lakini hii e, itupe sasa a, ari ya kuendeleza maeneo haya ya utalii. Najua ukisema eneo la mapumziko ya kikazi e, inaitwaje? Corporate Retreat e, hii ni jambo ambalo kikawaida mtu huwezi kulifikiria. Uh, kumbe vile kuna nyanja nyingi katika utalii ambazo zina fursa yes. Uh, kwa hiyo ni vizuri tukazi, tukahakikisha tunaongeza juhudi hususan katika eneo hili la uh, utalii wa mikutano kwa upande wake, naibu waziri wa maliasili na utalii wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mheshimiwa Hamadi Hassan Chande amesema kwa ushindi huo Zanzibar imepiga hatua kubwa na sasa inatambulika kuwa kitovu kipya cha utalii wa safari barani Afrika. Kwa bahati nzuri au mbaya, ya bahati nzuri sene, wenzetu wa Kenya wamejapua mara mbili na sisi tumewapiku wa Kenya mara hii, Zanzibar ilikuwa nafasi ya kwanza na katika hili nchi ambazo ziliingia finali fainali, nchi nne Kenya, Afrika Kusini, Botswana na Morocco, ya tano ni Zanzibar. Lakini tunashukuru Mungu kwamba mara hii nikuja kwetu tunawapitu wote hapo, mheshimiwa rais. Lakini tunajua sisi wahenga zamani walisema jambo haliwa likikosa msimamizi na wajaliwa, tunajua yote haya, yaani ni dhahiri kuwa ushindi wa Zanzibar kama eneo bora barani Afrika kwa mapumziko ya kikazi kwa taasisi, ya wa ta ni matokeo ya uongozi wako bora, uongozi wa serikali yako bora, lakini na juhudi zako binafsi ambazo anakifanya katika kuimarisha sekta ya utalii katika sehemu mbalimbali keu miundombinu, lakini na uwezeshaji eh, wataalamu wetu ili kuweza kufanya kazi yao kwa ufanisi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana sana kwa juhudi yako mbunia hii binafsi ambayo leo Naye Katibu wa Kamisheni ya Utalii ya Zanzibar ndugu Arif Abass Manji amesema tuzo hiyo ni kielelezo cha juhudi za wadau wa sekta ya utalii na kuomba wadau wa sekta hiyo kushirikiana ili kuimarisha huduma na Zanzibar iendelee kupata tuzo zaidi. Nitoe rai kwa wadau wote katika sekta hii ya utalii kwamba tuendelee kushirikiana kwa pamoja kwamba hizi tuzo sio kwa ajili ya labda serikali. Hii tuzo ni ya nchi na sisi tukipata tuzo kama hizi, ujue, na wadau wote wa sekta yetu ya utalii tunaweza kunufaika sote kwa pamoja. Angel Paul, Asam Online TV.